Harabara kabisa, karibu katika kipindi chetu hiki cha Stilcia Media, na leo nipo hapa mtangazaji wako Alfred Michael na tuko hapa kujadili mada mbalimbali mbali, kama kipindi kilichopita nadhani na mmejifunza mambo mengi. Na leo tuko na mada pendwa kabisa ambayo tunakuja kujadili hapa ambapo mada yenyewe inasemaje: je, ni changamoto zipi zinazoikabili juhudi za kuleta usawa wa kijinsia katika jamii? Na leo niko na ndugu zangu hawa ambao watakuja kujitambulisha mbeleni kwa ajili ya kuja kujadili na kuleta mada hoja tofauti tofauti ambazo nawe mtazamaji kujenga kwa namna moja au nyingine. Na moja kwa moja nianze kwa kuwatambulisha yeah, au wajitambulishe wenyewe majina yao na sehemu ambazo. Na upande wangu wa kulia nimkaribishe ndugu yangu hapa aweze kujitambulisha, unatokea wapi na majina yako kamili? Karibu. Asante sana ndugu izaji, anashukuru sana kufika kwenye hii kipindi cha he ambayo kitahusika na mada. Kwa jina mimi naitwa Mohamed Mawa kutoka maeneo ya Tabaka nafajika sana kwa kushiriki kwenye hii mada pendwa ambayo inahusika mambo ya kijamii ambayo tutakuja kushiriki pamoja hapo baadaye. Asante sana. Asante sana na pamoja niko ngunine, ya, pa. ya, na ndugu zangu wengine hapa wanaweza kujitambulisha, ndio. Karibu basi. Na mimi kwa majina naitwa Dr. Tigeli Damiani Mtarasa. Ah, ni mwenyeji wa hapa Mwenge. Kwa hiyo nimekuja hapa kwa ajili ya kushiriki mada ambayo mtangazaji anikupa hapa, kwa hiyo hapo tutakuwa pamoja. Asante. Jadili namna gani tunaweza tukaa? Tutaona changamoto moja au mbili ambazo tunaweza kuelekea za usawa lakini pia niko na mdau mwingine ambaye amekuja kushiriki kwenye mada hii na mkaribu sana ndugu. Mtangazaji, kwa majina naitwa Lucas Steven Ngelelo, ni mkazi kwa maeneo ya Mwenge. Niko hapa nikiwa kama mdau ambao nashiriki kuhusu mada hii bendwa isemayo, kama ndugu mtazamaji alivosema hapo mwanzo. Yeah, asante sana. Nadhani watazamaji mmepata kuwafahamu wadau ambao tuko nao hapa na wanaenda kushusha mada mbalimbali ambazo zinaenda kukujenga wewe mtazamaji wetu, kujenga kifikra na kiupeo zaidi, kujua ni nini ambacho kinatakiwa ta kwenye kutatua changamoto. Na leo kwa sababu nimekuambia nipo na wadau mbalimbali ambao wamekuja kushiriki katika mada hii, na kukaribisha ndugu yangu hapa, ili uweze kuniambia sasa, je, ni changamoto zipi ambazo wewe sasa unaziona kabisa kwamba zinaleta zinaleta changamoto ambazo azetu usawa wa jinsia katika jamii ni zipi? Dabla labda hizo changamoto ambazo wewe mwenyewe unaona kabisa na zinakuwa zinakwamisha hizi. Asante ndugu mtangazaji, katika changamoto katika hizo mada yetu ambayo tumekuja kujadili hapa leo, naona ina changamoto nyingi nyingi tu, lakini kwa upande wangu mimi nitakwenda kuzungumzia changamoto ambayo ni mila na desturi kandamizi katika jamii. Katika jamii nyingi, inakuwa ina nguvu sana kuteea kufanya mambo fulani, na jamii nyingine haini, na jamii inachukulia jinsia ya kike hawawezi kufanya, kwa mfano hawezi kusoma, yaani hawakisomeshwa wao watakuwa, yaani hawataweza kutakiwa kupata elimu kwa muda fulani. Jinsia ya kiume wao tu ndio peke yao wanatakiwa wafanye nini, waende kupata elimu. Kwa hiyo jamii itakwenda inapeleka na watu wanachukulia hiyo. Kwa hiyo jamii watakuwa watu waliopeleka watoto wa kiume watoto wakienda kusoma. Kwa hiyo italeta changamoto ya kuwafanya jamii ione kwamba wanaotakiwa kupata elimu ni a na wao baki nyumbani na kuendelea na kufanya zile kazi za nyumbani ambao kitu ambacho sio sahihi na kufanya jamii isiendelee kuwaelimisha watoto wa kike pekee yao. Asante sana. Asante sana. Ndugu mtazamaji, nadhani unapata vitu ambavyo unakuwa hauvijui labda au unafahamu kwa upande mmoja au mwingine, lakini leo nataka nikwambie kabisa kwamba utaenda kupata ile jibu lako sahihi. Ni kwa nini hizi jitihada zinakuwa zinakwamishwa e, katika kuleta maendeleo au katika kuleta juhudi nzuri kabisa ya kuleta e, maendeleo katika jinsia au kuleta usawa katika jinsia e, katika jamii zetu, na moja kwa moja ni karibisha mwingine ambaye niko naye hapa, ataenda kutueleza mzee. Wewe unalionaje jambo hili, kwa upande gani unataka tufanye nini sasa ili e, kuepuka hizi changamoto kwenye upande huu wa kukomesha zinakomeshwa. Asante zamani kwa changamoto hizi, ambazo kama mdau wa kwanza ambao amesema, ile changamoto na kwamba kielimu na kitamaduni, suluhisho nini? Ni kuwapa vipaumbele na kwamba

Zipo, mnaonekana tabu sana kutokana na wanaenda kuomba kazi ajira, ilimadi kajina kiuchumi, ila wanakutana na hizo rushwa za ngono, rushwa za mwili. Mtu au bosi anahitaji anahitaji kutumia mwili wake ni madi ni kigezo cha kumpa kazi. Kwa hiyo niusaji huo hupo sana, kwa mfano makazini Koo oh, hilo jambo sio zuri kwa sasa hivi kutokana yeah, na kutowapa ile haki na usawa ambao kama wanajua mwanaume wengine au wanajua hivyo, basi unatakiwa tutoe suluhisho au kuwapa kipaumbele wanawake, hmm na sheria na kanuni ziwe zimewekwa ili mradi tuweze kumlinda mwanamke juu mm. ya hilo swala la uknesaji na ukatili wa kijinsia hususani ngono mm. akimwili mm. Asante sana na, na asante na, na, na, na, na. Watazamaji, nadhani mnapata kufahamu kabisa ni kipi kinasababisha changamoto zipi ambazo zinaleta e, vikwazo katika nini, na usisahau kusubscribe, ni kukumbusha tu mtazamaji eh, katika chaneli yetu ya Fikira Fierce Media, lakini pia usisahau kuweka comment yako na kile kitu ambacho unakiona kabisa hakipo sawa au kipo na na na, na, na na changamoto ambazo zinakuwa zinakwamisha eh, maendeleo hayo katika kuleta usawa kijinsia katika jamii. Yamezungumziwa mambo mengi kwenye kwenye kwenye masuala ya elimu, kwenye masuala ya kijinsia, mmoja mmoja kwa upande wa wanaume na wanawake, pia nadhani ni kufahamu mambo yote hayo ambayo yanaleta vikwazo katika nini, katika kuleta usawa wa jinsia. Sasa, ndugu yangu, hapa mimi nataka nieleze nini kifanyike sasa ili kuleta usawa, hizi juhudi ambazo zinakwamishwa, vikwazo ambavyo vinawekwa visitokee tena, kila kitu kiende sawa, wote wapate haki zao, mmoja baada ya mwingine. Karibu. Asante. Mimi kwanza niendelee kumtambulisha tena kwa mara nyingine kwa majina, naitwa Mtibieri Damiani Mtarasa, ndio ndio nanimeusikia vizuri na nimewasikiliza mm. nime vizuri washiriki wote waliopita namna mm -hmm. na gani wameweza kutoa changamoto ambazo zinapelekea juhudi sio za juhudi kukwama, si ndiyo? hivyo ambazo za kuleta maendeleo au usawa katika jinsia. Nimeelewa vizuri changamoto kama za uwepo wamaaa kwa ubaguzi mm. na vitu kama hivyo Lakini sasa je, tuangalie kwa, kwa ujumla nini kifanyike? mm. of course hakuna kitu kikubwa kitakazoweza kufanyika, cha kwanza kama mtoaji wa elimu umeona mm. jamii mm. kwa sasa inatakiwa itoke kule ne katika kuamini mila eh, na mm. na nini, sheria zile kandamizi ndio mm. mm -hmm. ambazo zamani walikuwa wanazifuata kama sheria kwa upande wao. Kwa hiyo sasa hawa watu wanatakiwa watoke huko kwa kupewa elimu kuhusu na masuala ya ubaguzi jinsia. Kwa hiyo nafikiri kutokana na hilo, kwa hiyo kama tunaamini watu wanaweza basi, sidi tuwape na wao kipaumbele kama ambavyo unaona Rais kama Samia alipotoka, ii amepewa kipaumbele ambayo sikia hapa sasa inaongoza nini lakini pia kama unavyojua, lazima <tusimus> ziwepo sera ambazo zitakuwa yatunifu kwa upande wa jamii nzima, ili mwisho wa siku jamii iweze kutumia hizo sera ambazo zitakuwa sera, kwa mfano udo kwa sheria u

waweze kujikwamua kule ambako walipokuwepo wamefungwa, nisema kama wamefungwa na ile zamani wamefungwa, wanaamini wanawake ni wa majukumu ya nyumbani, lakini kwa sasa hivi jamii imebadilika kimsingi, watu wanatoka kule kwenye mila. Kwa nini mila kutoka na kuelekea katika selection nzuri ya maendeleo katika jamii, na kingo ni miongoni mwa maadili ambazo inatakiwa zikuzeeke kusaidia jamii. Ya mambo ni mengi mambo mambo ni mengi na kukwambia, mambo ni mengi, namaanisha kwa sababu yametoka madini ambao wewe mwenyewe nafikiri umeona changamoto ambazo zimetokea na mambo ambayo yalishatokea mwanzo. Na ni zipi njia za kukabili mambo haya? Na nikukumbushe tu kwamba usisahau, kwa maoni yako eh, tutaweza kuyasoma katika vijavyo, ili tujue sasa. Na nyinyi je, mmepokeaje mada hii na mmeelewa vipi? Kwa upande wako unaelewa vipi na moja kwa moja kutoka hapa katika studio zetu za Media na mimi ni mtangazaji wako Fred Manzo. Niko hapa nimewaletea mada pea kabisa. Sikose kipindi kijacho, karibu sana.